Nilikuwa nimepanga kwenye hiyo nyumba, huyo mama alikuwa anatukana matusi mabaya sana. Nilipata ugonjwa wa polio nikiwa mdogo, nilienda nikawa nimechomwa sindano, nilivyochomwa sindano ikanipelekea kwa hivi. Kwanza namshukuru Mungu, kipindi hicho wazazi wangu walikuwepo, waliniangaikia sana. Ilikuwa inafika mimi mpaka nachimbiwa shimo, sababu waliokuwa nanichimbia shimo ninawekwa mle kwenye shimo, wananifukia na udongo, ninafika hapa ili miguu ifanyeje, nitenge maji. Ndio maana unaliona niko hivi. Mimi niko jifungua, na nijifungua kwa operesheni. Nimejifungua kama leo, baba yangu akafa kesho yake. Yani mimi nimefanywa operation na kuja kwa kuja kwa tamaa niambia baba yako alishazikwa, mfanyaje? Ile yani ile raha tu ya kupata mjukuu, kwa sababu sisi tulikuwa watoto wanne wawili yote walikuwa bila kuzaa na huyu kaka yangu waliokuwa hajazaa ila mimi ndio nilizaa. Majina yangu naitwa Ester John, naishi mtaa wa Misheni, mimi na familia ya mtoto mmoja, na pia naishi na mdogo wangu ambao ni Suzi Paulo mm. mimi kwa maisha yangu kwa kweli, nilianza nilianza kidogo kidogo, kwa baadaye nikawa nimepata hela ya mtaji nilianza kuuza viatu nikawa natembeza na yeye, ikawa ni changamoto, mtu akikopa kulipa, akikusikia labda unakuja kwa basketi anakimbia kulipa, ikawa ni changamoto sana. Nikatoka hapo nikaanza kuuza madira na madira, na enyewe akawa ni hivyo hivyo, mtu anakopa, akikopa anaenda mazima. Nikaona sasa hii haina haja, nichukue tu biashara, nikaona kaanga karanga, kifika jioni, naenda miti mirefu, nauza hapa, namwachia mdogo wangu, ndio tuko naye. Tukaona sasa hii, kwa sababu mimi ni mwanaharakati, mimi nina vikundi, inabidi nikopee hela kwenye vikundi, nianze biashara hii ya bia. Kweli namshukuru Mungu, tokea nimeanza, mtu ana watu wanakuja mmoja mmoja wanakunywa nakuja mmoja mmoja wanakunywa. Nilianzia mtaji wa kreti moja mpaka sasa hivi na mtaji wa kreti nne. Kwenye hiyo biashara nilikuwa nadhulumiwa mara nyingi sana. Nikipeleka nguo mtu, labda unaweza ukamkopesha kwa mwezi, mwezi ikifika hakupi hela, ukienda mtu anakukimbia. Sasa nikaona narudi nyuma, hii iliyo baki nikawa nimekusanya kusanya nikakopa na hela kwenye kikundi nikaongezea. Nilianzia mtaji mmoja sasa hivi na mtaji wa kreti manne na hizi soda ndio ndio ndogo kwa kweli. Matukio mabaya ninayo mengi tu. Nakumbuka kuna siku, kuna dada mmoja nilivyomkopesha, alivyo niona, nilivyoenda kumdai akaanza kunitolea kashfa na akaniambia, sitakupa hiyo hela na kweli hakuinipa na alichukua madira mawili ambayo ni shilingi elfu hamsini kwa kweli, ndio ndio tukio linaloniuma na mpaka sasa hivi, kwa sababu mtu kama mimi ukinizulumu shilingi elfu hamsini yani unakuwa unanisha nyuma sana sana. Sasa so mimi na familia, mimi ndio baba, mimi ndio mama na mimi hiyo familia ndio inatakiwa, hiyo biashara inatakiwa, nilipe kodi ya nyumba, nipate hela ya kula, nipate hela, nina mjukuu, nipate hela mjukuu wangu aende wa shule sasa utakapo ni mtu utakapo nidhuru mimi, mtu kama mimi naojitafutia, inaniuma sana. Lingine ni ambalo siku moja nilikuwa na naenda kwenye biashara, nilipofika pale kwenye biashara, una dada mmoja, tena sio dada, ni baba mmoja akaniuliza, aa, hii bei gani? Nikamwambia ni hela kadhaa, akaniambia nipe. Nikamwambia siwezi kukupa mpaka hela yule baba alinirushia matusi mengi mno. Nikamwambia sawa, pamoja na matusi lakini nimekataa mimi, bila hela siwezi kutoa mzigo. Najua kama sisi walemavu, mtu anapokuona wewe umelemaa, anajua kwamba hauwezi kila kitu. Naona. Yani, anaona kwamba wewe hauwezi kila kitu, lakini sisi walemavu tunaweza. Kwa sababu mimi kuna kipindi wakati ndio naanza maisha nilienda dukani kwenda nilienda kwenda kununua godoro, nilienda na gofa, kwa sababu wale wenye maduka wakishaona mlemavu ameenda kwenye duka pale, anakimbia. Anajua anafanyaje, anaomba. Kwa kweli, hilo neno woga linaniumiza sana. Ile mtu unaenda dukani, wewe una hela yako, unaenda kununua kitu, sasa yule mwenye duka anajua kwa sababu wale walemavu wote wanaomba, anajua na wewe unaenda kuomba. Nilienda sio, nilienda kununua godoro, nikaenda na gofa kununua na gofa huyo mwenye duka alivyoniona akawa amekimbia hasa. Kuna baba mmoja yeye akawa ananifahamu, nikamwambia: sasa, mbona huyu mwenzenu ananikimbia anajua kwamba anakuja kuomba? Yule baba akanitia moyo, akamwambia aachana naye. Nikamwambia huyu naye alikuwa na godoro na bufa, akaniambia, akaniuliza unataka nini, nikamwambia nataka godoro, nishushie ile godoro na ile bufa. Akanishushia akanishushia, nikauliza bei gani kafanya naye mahesabu nikampa hela kwa, ni kwa baadaye yule ndiye akawa ametokeza akasema eh, kumbe nimeacha hela yule ni, akamwambia wewe usizanie kila mlemavu anaomba n yani, n sijui sementi unajua unapoishi yani unapoishi na familia mungu analeta neema na mimi huyo ni mdogo wangu siwezi kumwacha kumuwata maana kila sehemu napoenda niko naye Sio kwamba hivi labda ni mdogo wangu tu mmoja, yaani ni rafiki yangu mimi, rafiki yangu kipenzi. Niliamua nimchukue kwa sababu hata hivyo isingekuwa mimi, asingeonekana. Mimi naitwa Suzana Paulo Saidi, mkaaji wa hapa Geita mjini. Kwa upande wangu wa pili, namshukuru Mungu kwa kuniunganisha mimi na yeye, na Ester alikuwa anakuja kunitembelea pale nyumbani, anakuta bwana anashauri mdogo wangu toka hivi na hivi nilikuwa nilikuwa nilikuwa naogopa kutoka kwa mazingira ya kwa sababu ya nyumbani, sababu mzazi, maana mama akinikuta sipa, kugomba, kuwa unaenda akinikutanaakugomba da naendawa nimemwambia ninaenda kwenye mazoezi ya nyimba akana akanatufikiria vitu vingine. Lakini sister wangu wewe, we, we mwombe Mungu, maana tutafanikiwa tu. Cha msingi zaidi tunapomwomba tunapo Mungu, tujisimamie tu na biashara ya ya utu, yani, yani tue umoja. Nikasema ni jambo jema kwa sababu nimeokoka na na nampenda Mungu pia na, unampenda Mungu sawa, tupambane kwa hali tulizo nazo, ila cha msingi zaidi tusikae mitaani kuombaomba kama wenzetu wanapoomba. Nifika ishirini yani, ishirini na sita an nipate sehemu nijenge. Yani mimi siku zote waga hata ninapolala namwambia Mwenyezi Mungu anisaidie nipate sehemu yangu nikae na watu wanaonizunguka kama hawa ndugu zangu mimi nao, yani kwanza hata hata nikifikaga pale wale watoto wa mitane navyowaona, yaani mimi waga naumia kama mzazi, waga naumia sana.